Mradi huo unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 28 unaotekelezwa katika mamlaka ya mji mdogo wa Manyoni. Tayari umefikia asilimia 45 ya utekelezaji wake huku tenki la kuhifadhia maji lita milioni mbili ujenzi wake ukiwa umefikia asilimia 95. Mradi huu ukikamilika, yani utaenda kupunguza, kumaliza kabisa, tuseme, shida ya maji na kuweza yani hata ukapata taka bustani kadogo kadogo, kwa sababu ya maji hatuwezi kulima bustani wala nini, kwa ajili ya kunywa, lakini maji yakiwa mengi zaidi unaweza ukapata hata bustani lakini bado kuna baadhi ya maeneo ambayo bado hayajafikiwa na mabomba ya maji. Kwa hiyo asilimia hii ambayo tunayo tuna imani kwamba mapungufu kwa kwa hayo maeneo ambayo yanaendelea sasa, wananchi wanaongezeka, basi mradi huu wa maji na imani unaenda kwenda kumaliza tatizo la maji. Kaimu mtendaji mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Manyoni, Lucas Mwinuka amesema kukamilika kwa mradi utamaliza kabisa adha ndani ya mji huo na maeneo jirani. Umehusisha vichimbaji wa visima vitatu vyenye uwezo wa kuzalisha lita laki mbili na sabini kwa saa. Pia umehusisha ujenzi wa tenki lenye uwezo wa kuhifadhi lita milioni mbili. Pia mradi huu ambao tena kudumia kata tatu za Manyoni Mjini, Mkwese na Mwalala utahusisha pia ulazaji ula, ula wa mabomba yenye vipenyo tofauti tofauti yenye urefu wa jumla kilomita mia moja Kilomita mia moja na saba. Diwani kata ya Manyoni Simon Mapunda anasema mradi huu utapunguza tatizo la maji kwa wananchi, utasaidia sana kuondoa adha ya, ya maji katika mji huu. Wananchi wamelalamika sana kuhusiana na hii hali mbaya ya maji, wana matarajio makubwa sana ya kupata maji ambayo ni safi na salama, na namshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia kwa kutuletea pesa ambazo kwa muda mrefu zilikuwa zinazungumzwa tu, lakini baadaye zimekuja na sasa hivi tunaona wenyewe kwa macho. Kukamilika kwa mradi huu si tu kwamba kutaboresha hali ya maisha ya wakazi wake, bali pia utachochea shughuli za kiuchumi, afya na usafi wa mazingira ndani ya mji wa Manyoni. Kutokea hapa wa Manyoni, mkoani Singida, mimi ni Elisante John, na hii ni Clouds.